Takwimu zinaonesha hivyo kwamba eh, vijijini kuna watu wengi wenye ulemavu ambao eh, kutokana na sababu mbalimbali mbali, maisha yao ni magumu sana. Kuna maisha ya kutengwa, maisha ya kukimbiwa. Eh, kina baba wakizaa watoto wenye ulemavu wanakimbia, tafiti tunaonyesha hivyo, kina baba wa, wa tatu kati ya saba mpaka nane eh, wanakimbia. Kwa hiyo eh, mafunzo haya yanaenda kwa waandishi wa habari wa redio za jamii Kanda ya Ziwa ambao eh, tumekuwa nao hapa Mwanza kwa muda wa siku mbili. Sasa kwa nini mafunzo haya? Kwanza kuwapa maarifa na mbinu waandishi wa habari hawa eh, kutekeleza ukusanyaji wa taarifa zinazohusu watu wenye ulemavu kwa sababu eh, kumekuwa na changamoto nyingi na kubwa, hususani watu wa redio za kijamii kuwafikia watu wengi ambao wako vijijini. Changamoto ya pili, waandishi wa habari wenyewe wamesema eh, watu wenye ulemavu huwa hawako tayari kutoa ushirikiano kwa ajili ya kupata taarifa, wakidhani kwamba wao wanaenda kupata pesa, kwa maana kwamba labda wanauza wana hizo habari kitu ambacho inabidi tuwaeleshe wale watu wenye ulemavu kwamba ni kwa ajili yao e, kwa sababu tukiona mtu mwenye ulemavu mmoja amefanikiwa, inaleta e, burudani kumwona mtu mwingine akiiga. Kuiga kitu kizuri sio kubaya. kwa hiyo e, lakini pia changamoto nyingine ni viongozi wa taasisi za ulemavu wenyewe, na wenyewe e, huwa wanakuwa wagumu kupatikana. Hmm, lakini changamoto nyingine inaenda kwa viongozi wa serikali ambao wanatupiana mpira o, mimi sina, e, amri ya kuongea au kuongea ni mkurugenzi au ni nani. Vitu kama hivi vyote vinatuchelewesha kufikia, e, au vinavunja moyo kwa waandishi wa habari ambao wanajitolea e, kutumia muda wao mwingi kutafuta hizi habari. Kwa hiyo kwa mbinu ambazo tumepeana leo hii nikawashauri e, kwamba kwanza ni lazima tutengeneze mtandao wa marafiki watu wenye ulemavu wenyewe tuwe na urafiki nao, tusiwaogope e, lakini pia vyama vyao tuwe na mawasiliano navyo e, kutoka ngazi ya, ya, ya kijiji mpaka taifa. Lakini pia lingine, familia zao, hawa watu hawatoki kwenye miti, wanatoka kwenye familia. Familia zao na zenyewe tuzihusishe kwamba tunataka kutengeneza vipindi e, kuhusu ulemavu kuna fursa nyingi zinazopatikana, lakini kwa sababu taarifa hazifiki mapema, unakuta kwamba hizo fursa zinapotea. Fursa kama za eh, kuna mikopo ya halmashauri ya asilimia mbili, tunajua changamoto iliyopo, lakini kila changamoto inakuwa na eh, ina, inatengeneza eh, fursa yake kwa hiyo. Lakini pia kitu kingine mm, tunataka hawa watu wenye ulemavu watumike kuzalisha kwa sababu wanao uwezo wa kuzalisha, wakawa walipa kodi wazuri, lakini pia waka wakazilisha familia zao, lakini pia ikavunja vunja na zile hisia mbaya kwamba ulemavu ni laana, ni mkosi, ni sivyo, bahati ni kurithi, sijui madhambi ya mabibi na mababu. Badala yake ulemavu uonekane ni kitu cha kawaida tu kama vilivyo vidole vya mikono, hiki kirefu hiki kingine kifupi na nini, lakini vidole vyote kwa pamoja vina muhimu sana kwenye mkono wa mwanadamu. Tukishaweza kuishawishi jamii itambue haki zao pia, eh, tutakuwa tumeipunguzia jamii mzigo wa kuombaomba barabarani hela hela yenyewe iko wapi? Hiyo hela ambayo ungempatia mtu mwenye ulemavu basi ifanye mambo mengine huko, tukiwa tunajua kwamba watu wenye ulemavu na wenyewe wamekomboka kwa ulemavu. Mimi kwangu nahitimisha kusema kwamba ni ni, eh, uh, ulemavu ni tafsiri ya mtu binafsi kutoka mtu mmoja kwenda mwingine, nanam na namna anavyowaza kuhusu ulemavu. Ulemavu kwangu mimi naochukulia kwamba ni mtazamo.